Majina yangu naitwa Dr. Fred Mwakibete, ni mbunge wa Jimbo hili la Busokelo. Na nimekuwa pia naibu waziri Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Na sasa naendelea kutekeleza majukumu yangu katika Jimbo hili la Busokelo, kuhakikisha wananchi wangu walionichagua. Na leo tutakana kwa ajili, juelani, ya kuelezea utekelezaji wa Ilani, pesa ya kipindi hiki ambacho wananchi wameniamini kwa hiyo kuanzia mwaka 2020 mpaka 2025. Kimsingi nimshukuru sana Mungu wa mbingu na nchi aliyetujalia uzima na afya njema. Kwa kipindi hiki chote ambacho tumeweza kufanya mambo haya makubwa na ya ajabu ambayo katika kawaida ya kibinadamu hayakuwa rahisi kuyafanya. Kwa hiyo tunashukuru kwamba ametupa uweza na mamlaka ya kufanya hivyo. Na niwashukuru sana wananchi wa Jimbo la Busokelo kwa kutoa ushirikiano mkubwa kwangu katika kipindi hiki chote cha uongozi wangu. Na sasa miradi mingi imefanyika na imetekelezeka. Tutaanza na sekta mbalimbali mbali mbali. kuna sekta ya elimu, kuna sekta ya afya, kuna sekta ya miundombinu ya barabara na sekta zingine nyingi zikiwemo za michezo. Lakini nikianza na sekta ya elimu, tumeweza kufanikiwa kujenga shule mbalimbali mbali. Katika sekta ya elimu ya msingi, idara ya msingi pamoja na idara ya sekondari Kwenye shule za msingi tuna shule za msingi zaidi ya 60 mpaka sasa na sekondari tunazo zaidi ya 20 mpaka sasa. Na kati ya hizi shule za msingi na sekondari tunayo pia shule ya watoto wenye uhitaji maalum iliyopo kata ya Lupata kijiji cha Lupata ambapo wanafunzi wa jimbo zima na jimbo jirani wanakwenda kusoma pale, ni shule ambayo ni maalum katika jimbo letu la Busokelo kwa sababu linahusisha watu wote wenye mahitaji maalum, kwa maana ya walemavu, kwa maana ya watu wasioweza kusikia, kwa maana ya watu wenye upungufu katika kutembea na na vitu kama hivyo, wenye upungufu wa viungo. Na shule hii ni shule nzuri sana kwa sasa, kwa sababu serikali iliweza kutusaidia kujenga shule hii, lakini pamoja na nguvu za wananchi, na ilitokana pia na ombi la mimi mbunge kuwasilisha mahitaji ya wananchi pale Jimboni nami pale Dodoma bungeni. Lakini pia tuna shule ambazo ni za sekondari. Shule hizi zimekuwa zikifanya vizuri sana. Na zingine tumeziongeza uwezo kwenda kidato cha tano. Kwa mfano, shule ya sekondari ya Taba, ni miongoni mwa shule inayofanya vizuri sana. Lakini kuna shule mpya ambazo tumezijenga za sekondari. Kwa shule za sekondari ya Lake Itamba iliyopo kata ya Lupata e, katika vijiji vya Mtapese, na watoto walikuwa wanatoka Lupata walikuwa wanalazimika kwenda kusoma ikapo sekondari iliyoko kata ya Kambasagera umbali mrefu sana, lakini sasa tumejenga shule pale jirani. Lakini kuna shule nyingine ambayo ipo pale Ntaba, mara baada ya sekondari ya Ntaba kwa kata ya Kambasagera, sasa imejengwa shule nyingine ya sekondari ambapo hapo hapo eneo hilo tumejenga pia na kituo cha afya pale karibu na Kingiri. Kwa hiyo kuna shule nyingi mpya zimeanzishwa na shule zingine ambazo tumezianzisha ni pamoja na shule ya wasichana ya vipaji maalumu inaitwa Busokelo Girls na shule ya fulana yenye vipaji maalumu inaitwa Busokelo Boys. Shule hizi ndizo zinazofanya vizuri zaidi katika halmashauri yetu ya Busokelo katika wilaya yetu ya Rungwe na mkoa wa Mbeya. Ikiwa ya kwanza Busokelo girls, basi ya pili inakuwa Busokelo boys. Ikiwa ya kwanza Busokelo boys, ya pili inakuwa Busokelo girls. Na watoto mbali mbali kutoka kila kona ya nchi wanakuja kujifunza hapo, wengine kutoka Dar es Salaam, Mwanza, Arusha. Kwa hiyo zimeipaisha na kuifanya halmashauri yetu ya Busokelo ifahamike sana, Kandete, Bonde la Makaleri, na ni shule za jimbo zima, sio shule tu kwa ajili ya watu wa Bonde la Makaleri, la hasha, ni shule ya watoto ambao wakifaulu mahala popote, hususan kutoka kata zingine. Anaweza kufaulu kutoka Kisegese kwenda shule hizi za watoto wenye vipaji maalum, anaweza kufaulu kutoka kata Ntaba, anaweza kutoka Lufilyo, anaweza kutoka Itete, anaweza kutoka Mpata, anaweza kutoka Lwangwa, anaenda kusoma kule. Lakini matokeo yake kwa kuwa zinafanya vizuri, yanaleta sifa kwa sisi sote ndani ya halmashauri na ndani ya wilaya na ndani ya mkoa na kuna sekondari pia ambazo hivi sasa anavyosema tunazipelekea kompyuta. Kuna sekondari nyingi tu, lakini mojawapo ni pamoja na hizi shule ya Busokelo Gazi, tuna shule za Rufirio, shule za Gwangwa sekondari e, tuna shule za Mpata na shule zingine nyingi tunazipelekea kompyuta kwa ajili ya kurahisisha mafunzo ya vitendo, na ulimwengu wa leo mbadilika kwamba teknolojia ndiyo kila kitu, maana ulimwengu upo kwenye vidole, vitu vya mkono vya mkono. Lakini tumeboresha pia sana halmashauri yetu ya Busokelo jengo la halmashauri ya Busokelo ni jengo ambalo ndio bora kuliko majengo yote unayoyafahamu hapa Tanzania limegharimu zaidi ya takribani bilioni sita na lina vyumba zaidi ya mia mbili na mbili ni jengo ambalo hakika hakika limeipa heshima halmashauri yetu lakini pia limeipa heshima ukanda wote huu wa nyanda za kusini kwa sababu ni jengo la kisasa bora, lakini pia imeufanya mji wote wa Rwangwa upendeze kwa kuwa na jengo hili la kisasa, na wengi wanakuja kuliona na kushangaa namna ambavyo tumelijenga. Lakini tukija katika sekta ya afya, sekta ya afya tumefanikiwa kujenga vituo vya afya vingi sana, karibia eh, tumeviweka kikanda. Kuna kituo cha afya kilichoko pale Ntaba ukanda ule wa taba, wa kwa sababu wenzetu wengi walikuwa wanakwenda Ipinda. Kuna kituo cha afya kilichoko Rufirio eneo la Kifunda, na kuna kituo kingine kinajengwa pale cha Rupigi pia, na kuna kituo cha afya ambacho tunaendelea kukijenga kipo kata ya Kisagese. Kuna kituo cha afya ambacho tunaendelea kujenga kipo kata ya Kambasagera, na ambao hivi karibuni wamepewa fedha na kwa ajili ya kumalizia, na mimi mbunge pia nimechangia sana kituo cha afya cha Kambasagera na Kisagese pamoja na Mpigi, lakini pia tuna kituo cha afya kilichopo kata ya Mpata ya Mpata, ambapo hivi sasa anavyosema kuna fedha zingine zimeenda kumalizia kituo hiki cha afya cha Mpata pamoja na Taba. Kuna kituo cha afya kilichopo kata ya Isange na tuna kituo cha afya kilichopo kata ya Kandete. Pamoja na vituo hivi vya afya, tuna zahanati zisizopungua nane mpya pamoja na zamani ni zaidi ya 14 zimejengwa katika kipindi hiki cha kuanzia 2020 mpaka hiyo 2024 kuelekea 25. Lakini pia tuna hospitali nzuri na bora ya kisasa sana, iliyogharimu zaidi ya bilioni 3, imejengwa katika halmashauri yetu hii ya Busokelo pale eneo la Kitali, na utakumbuka ndugu mtazamaji, kwamba miaka ya nyuma tulikuwa hatuna hospitali ya wilaya, tulikuwa na hospitali teule ambayo ilikuwa ya kanisa, na tunawashukuru kanisa la Kiluteri la Kijiri Tanzania KKKT kwa kutoa huduma kwa wananchi wetu katika kipindi hiki chochote, na sasa tumejenga hospitali mpya ya kisasa bora nzuri ambayo ndani yake tunafanya operations, tunafanya pia na huduma za kulaza wenzetu waliotangulia mbele za haki, kwa maana ya mochwali. Zamani tulikuwa tuna mochwali, tulikuwa tunalazimika kwenda mpaka Tukuyu, ama tuende mpaka Ipinda, ama tuende mpaka Kiela kwa ajili ya kuhifadhi ndugu zetu waliotangulia, na hii ilikuwa inasababisha e, usumbufu mkubwa sana lakini pia gharama kubwa kupeleka mwili nje na halmashauri ya Busokelo, na sasa huduma hizo zote zinapatikana ndani ya halmashauri ya Busokelo. Na katika hizi swala la huduma za afya tumefanikiwa, kati ya halmashauri 184 ni halmashauri zisizozidi sita tu tukiwemo Busokelo ambao tumepata msaada um, wa kuwa na watoa huduma jamii katika maeneo yetu ya vitongoji zaidi ya 450, um, wameajiriwa. Hii ni hatua kubwa sana katika sekta ya afya, na tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba wale wote ambao wakina mama, wakina dada ambao wamepata ujauzito au wameishajifungua au wanategemea kujifungua hivi karibuni wakipata eh, changamoto zozote za kiafya kupitia hawa huduma wanaotoa huduma za afya katika jamii, ndio watu wa kwanza kuwaona na ni watu wa kwanza kwenda kuwahudumia na ni watu wa kwanza ambao wana uwezo wa kupiga namba ya simu bure na ambulance ikawafuata moja kwa moja katika kijiji ama kitongoji ambako huyo mgonjwa anapatikana na kumpeleka sehemu ya zahanati ya karibu ama kituo cha afya ama hospitali. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa na ni sekta ambayo kwa kweli hatuna budi kumshukuru Mungu, hatuna budi kushukuru serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya mheshimiwa Rais Dkt Samia Suluhu Hassan kwa kutuona wana Busokelo katika ukaribu wa kiwango hiki, kwa sababu e, mtakumbuka ndugu watazamaji, hapo zamani huduma hizi zilikuwa ni hafifu ama hazipatikani kwa kiwango cha ukaribu kiasi hiki. Lakini tukija katika sekta ya barabara miundombinu. Miundombinu katika halmashauri ya Busokelo inapitika vizuri kila kona ya jimbo. Tuna kilomita zaidi ya 500 ambazo zimesajiliwa kwenye mfumo wa wenzetu wa TARURA, lakini kipekee sana tumekuwa na ujenzi wa barabara zetu mbalimbali kila mwaka na utaona kwamba tuna barabara lami ambayo ilianzia pale Kitali kuja hapa Lwangwa Mbambo kuelekea Tukuyu ukivuka mto Mbaka yenye kilomita 27 na sasa tupo kujenga lami nyingine kuanzia hapa Luangwa kwenda Mano mpaka Kanyerere kwa maana maanakejogesi yenye kilomita 6.4, na zimeshawekwa lami na zinaendelea kuwekwa lami. Pale Kandete mjini tunaweka pia lami na tumeshaanza kuweka lami, na baadhi ya maeneo tulishakamilisha, na ile barabara itakwenda mpaka pale Mto Mwatisi. Na barabara hizi ni sehemu tu ya mafanikio ya kufungua malango katika jimbo la Busokelo. Lakini barabara ya kutoka Katumba ukija Suma ukija Mwakaleri ukija Isange kuunganisha hapa Kitali Lwangwa ni barabara ambayo leo sasa ilishapata mkandarasi, tulishasaini mikataba tangu mwezi wa tano mwaka 2024, na, na tunamsubiri mkandarasi aanze kazi rasmi. Bahati nzuri na njema zaidi ni kwamba nimeifuatilia kwa karibu kama mwakilishi wenu kama mbunge wenu, ya kwamba barabara hii wakati wote itaanza na niwashukuru wananchi waliokuwa kando ya barabara hii kwamba wameshaanza kupisha. Ilikuwa ni swala la fedha zinatafutwa ili barabara hii iweze kwanza kujengwa, na serikali imesharidhia kwamba ijengwe barabara hii. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuona na Msukero, na hii ndiyo itakuwa funga kazi, kwa sababu itakuwa imeunganisha barabara yote kwa kiwango cha lami. Lakini kuna barabara nyingine ambayo inaanzia katika kata ya Ruteba ambayo inakwenda Iperere kupita safu za milima Livingstone, Kuelekea, e, katika hospitali ya Ikonda ambako wengi wetu tunakwenda kutibiwa kule, lakini pia itafungua fursa za biashara kati ya Busokelo kwa maana bonde la Makareli pamoja na wenzetu wa Makete, na ni barabara ya kihistoria tulishaifungua, na sasa kazi iliyobaki ni kwa ajili ya kujenga makaravati na kuweza kupunguza ile miteremko mikali ambayo iko na, tayari pia mkandarasi tumeshampata, kampuni moja inaitwa Basai na ataanza wakati wote kutengeneza barabara hii kwa sababu ilishajengwa ama ilishatengenezwa, ila sasa ni kuweka makaravati na kupunguza eh, ule mlima kwa kiwango ambacho magari yanaweza kupanda na kushuka kwa urahisi. Lakini pia tuna barabara nyingi ambazo tumezifungua ndani ya jimbo la Busokelo. Kuna barabara ambayo imefunguliwa kutoka Mpata kwenda Ipembe mpaka Suma. Tuna barabara ambazo tumezifungua za hapa Rwangwa kwa maana ya kutoka wananchi wanaoishi eneo hili la Luangwa Kitungwa kwenda huko milimani, e, Ijegeje ambako ndiko kuna mashamba na wanalima vizuri mazao huko, tumefungua na zinafanya vizuri. Lakini kuna barabara ambazo zimeanzia e, katika kata Mpombo unakwenda Ijoka inatokezea mpaka karibu na mto e, mto Matesi imefunguliwa. Kuna barabara zingine ambazo tumefungua katika kata ya Itete zinaunganisha kati ya kata Itete, Rufirio pamoja na Luangwa kupitia Banyakalobo ambayo nayo imefunguliwa, bado kilomita chache kama kilomita nne ili ikamilike, na hiyo tunaikamilisha pia mwaka huu, nimeshapata mkandarasi huko saiti. Tuna barabara zingine zinaanzia sekondari ya Rufirio kwenda kituo cha afya Kifunda, na tuna barabara zingine nyingi katika halmashauri hizi tumezifungua, ni pamoja na zile barabara za kutoka Itete kwenda Busoka mpaka Kasiabone na barabara ndani ya kijiji cha Busoka na maeneo mengine mengi mpaka Kibore. Kwa swala la miundombinu linakwenda vizuri mpaka madaraja. Tuna madaraja mazuri bora ya kisasa ambayo yamejengwa ndani ya halmashauri yetu ya Busokelo ikiwepo tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu katika daraja la mto e, katika kata ya Ntaba inaunganisha kata ya kijiji cha Iramba pamoja na kijiji cha Kapola Mpunguti, kwa maana ya Ntaba mjini kuna mto pale katikati ambao mto huo kipindi cha masika unafurika kiasi cha kwamba hakuna gari wala pikipiki, wala, uh, wala pikipiki wala wala wala namna yoyote ya kusafiri kati ya haya maeneo mawili, lakini hivi laki sasa tumejenga daraja la kisasa bora na limeshazinduliwa tayari na Mwenge. Lakini mto huo kwa chini pia kulikuwa kuna daraja linalounganisha kati ya Ntaba na kata za eh, Kisegese pamoja na kata Itete katika mto huo huo na hapo kuna daraja hilo zuri bora ambalo limejengwa, na tuna daraja lingine ambalo limejengwa katika kata ya, ntab, ya, ya Luteba ni ya daraja ya bora zuri la kisasa ambalo lilitokana na mafuriko yaliyotokea mwaka juzi likaondoa daraja lililokuwepo zamani, na sasa tumejenga daraja mpya nzuri, na ambapo hivi sasa wananchi wanasafirisha mazao yao vizuri na wao wenyewe wanatembea juu hilo daraja, na maeneo mengine mengi madaraja madogo madogo yakiwepo pia madaraja ya mpata e, katika kitongoji cha e, kati ya Iponjora pamoja na Rupando, kuna daraja ambalo tumelijenga pale na maeneo mengine mengi, na tutaendelea kufungua fursa za kiuchumi hususan mashambani. Na mimi kama mtumishi wenu nilipata nafasi ya kwenda Marekani nikakutana na marafiki zangu na ambao nilisoma nao, nilisoma nao na wengine nilifanya nao kazi zamani wakawa wa, nimewaomba kuhusiana na miundombinu ndani ya jimbo la Busokelo kwamba watusaidia kupata mitambo ya kutengeneza barabara ambazo zitapitika msimu wote. Na hakika Mungu ni mwema, hiyo mitambo imeshapatikana na tumeshasafirisha kutoka Amerika mpaka hapa Tanzania, imechukua takribani miezi mitatu, lakini hii mitambo itasaidia kutengeneza barabara zote zenye changamoto ndani ya halmashauri ya Busokelo, kijiji kwa kijiji, kitongoji kwa kitongoji, na hizi bidii hizi juhudi na maarifa zinafanywa na mbunge wenu kwa kushirikiana na waheshimiwa madiwani. Kwa hiyo nina hakika ya kwamba mara mitambo itakapoanza kufanya kazi, kwa kuwa itakuwa ni ya kwetu, kazi yetu itakuwa ni kuweka mafuta na kulipa wale e, maopereta au wanaoendesha mitambo. Ninaamini kabisa barabara nyingi zitafunguliwa katika kipindi hiki, na ikumbuke ndugu wananchi, ndugu viongozi, e, wenzangu kwamba ni gharama kubwa kuwa na mitambo kama hii, ni zaidi ya bilioni mbili na milioni mia tisa zimetumika kuipata mitambo na kusafirisha, lakini gharama hii itakuwa na thamani sana pale ambapo fursa nyingi zitafunguka na wananchi wangu watapata uwezo wa kusafiri kila sehemu pasipokuwa na vikwazo. Lakini pia tuna sekta ya zingine nyingi nimezungumza, e, sekta ya elimu nimezungumza, sekta ya afya nimezungumza, sekta ya miundombinu kwa maana barabara pamoja na madaraja, lakini pia tuna sekta ya michezo ambako karibia kila mwaka tunakuwa na kombe la mbunge na mwaka jana tulifanya kombe la mbunge na vijana wengi tulihusisha na timu zaidi ya tisini na sita kuanzia vitongoji, vijiji, mpaka kupatikana mshindi, na na tumeibua vipaji vingi, na hata ile timu iliyoshinda tumepata kuipeleka sehemu nyingine ya kucheza na timu zingine, ngazi nyingine na wilaya nyingine, hususan kwenda mkoa wa Songwe kwa rafiki yangu eh, naibu waziri wa ujenzi engineer Kasekenya kupitia timu iliyoshinda ambayo tunaita Makaburu kwa huku eh, kwetu Busokelo kutoka katika kata ya Kambasegera. Kwa hiyo suala la michezo tutaendelea kuliboresha, na ndio maana kila nikifanya ziara mara nyingi naacha fedha kwa ajili ya kuboresha ma eh, kwanza jezi, lakini pili mipira, lakini tatu na kununua magoli kwa ajili ya eh, michezo iweze kuleta malaki katika jimbo hili lakini pia kuna sekta zingine mbalimbali mbali ambazo tunaendelea kushirikiana na wenzetu katika kukuza utamaduni ikiwepo sekta ya ngoma za asili ambapo Mheshimiwa eh, Dkt Tulia Ackson amekuwa aki- nikinara katika jambo hili, na sisi tunashirikiana naye kwa kutoa vikundi kutoka kwa halmashauri ya Busokelo kuvipeleka Mbeya, na vingi vimetoa ushuhuda wa kuleta zawadi mbalimbali ikiwemo mbali zawadi za ushindi kama pikipiki fedha taslim na wengine, ta na wengine wamepata nafasi ya kwenda hata kusomeshwa mpaka kilichopo kule Bagamoyo. Ula ni mafanikio makubwa sana katika kipindi hiki kifupi, na haya nimejaribu tu kuyasema kwa muhtasari, lakini a kila kijiji kuna mradi umefanyika kwa serikali hii, kila kitongoji kuna mradi umefanyika kwa serikali hii. Sekta ya umeme, sisi tuna vijiji hamsini na sita, vijiji vyote vina umeme hivi sasa huduma zinazoendelea ni kujazilizia maeneo yote yale ambayo hakupata umeme. Na hivi ninavyosema, kuna mafundi ambao wapo site katika katika maeneo tofauti tofauti. Kuna wengine wapo katika bonde la Mwakaleli, kwa maana kata Isange, vijiji vya Longelo A na Longelo B. Wengine wapo kata ya Itete, kijiji cha Busoka pamoja na vitongoji vyake ikiwemo Butola, wanaendelea na kazi na maeneo mengine mengi. Kwa hiyo maeneo yale ambayo bado hayajafikiwa, lakini yote tumeshaweka kwenye mpango na wakandarasi wamegawanywa kutokana na e, ukubwa wa kazi lakini pia na jiografia ya jimbo letu ilivyo. Kwa hiyo tunaendelea pia kukazia mkazo katika sekta hii ya umeme. Tuna sekta ya maji. E, katika maeneo mengi katika jimbo letu la Busokelo yalikuwa na maji lakini miundombinu yake ilikuwa ni ya miaka mingi. Mfano, rais ni hapa katika halmashauri ya ya, ya Luangwa. Amini hapa Luangwa mjini halmashauri ya Busokelo hapa Luangwa mjini. Miundombinu ya maji ya hapa ilikuwa tangu mwaka 1968. Kwa kwao ni miundo ambayo imechakaa sana kwao, ilihitaji kuiongezea uwezo, lakini zaidi pia watu wanaongezeka tofauti na miaka ile. Sasa hivi tuna idadi ya watu wengi, watumishi halmashauri imeanzishwa. Kwa hiyo tumekuwa na mradi mkubwa wa kimkakati wenye thamani ya zaidi ya bilioni 1 na milioni mia mbili ambapo tumechukua maji kule chanzo kutoka Kanyerere na tanki la lita laki tano tumejenga pale Mano. Kwa sasa hivi eh, kwa maeneo yote ambako inapita hili bomba pamoja na chanzo cha zamani ambacho tumechukulia pale Mano, maeneo yote ambayo mabomba haya mawili maanake kuna vyanzo viwili sasa. Kuna chanzo cha kutoka Mano kinahudumia Luangwa yote na Ndembo lakini kuna vyanzo vingine viwili vinavyotoka katika eh, mto au chanzo cha kutoka Kanyerere nyerere katika mto Nyerere e, pia inahudumia na yote yanaingia kwenye tenki moja. Kwa hiyo lile tenki linajaa na likijaa maji yanapatikana kwa li, ya wakati wote katika halmashauri ya Busokelo hususan hapa Rwangwa mjini vitongoji vijiji vya, na vijiji, vya uh, Ikamambande kijiji cha hapa uh, Ndembo kijiji na vitongoji vyake vyote maji yanapatikana vizuri, lakini tuna miradi mingine katika maeneo kama mfano kama ukienda Kandete, Kandete pia pale kulikuwa kuna shida sana ya maji, sasa hivi maji yanamwagika vizuri. Vijiji vya Ipero maji yanatoka vizuri, na maeneo mengine mengi tunaendelea kuboresha ya sekta hii ya maji kwayo, kwa hiyo kwa kweli na hakika mpaka sasa katika ahadi ambazo tuliahidi katika uchaguzi wa mwaka 2020 tumeshatekeleza asilimia zaidi ya 97 baada ya asilimia tatu tu ili tukamilisha ahadi zote na tuzidi. Wito wangu kwa wananchi wa Busokelo, hizo asilimia tisini na saba utekelezaji wa ilani tumeshatekeleza tekeleza. Hizo asilimia tatu zilizobaki ni zile asilimia ambazo tayari miradi inaendelea. Kwa hiyo, matumaini yetu ifikapo mwakani mwezi wa kwanza au wa pili mwaka 2025 tutakuwa tumeshakamilisha. Itakaofuata tutakuwa tunatekeleza zaidi ya ile ilani ambayo tulikuwa tumeahidi, kwa sababu tuliahidi na tumetekeleza kwa kiwango kikubwa sana. Na ndugu wananchi, imani kuzaa imani. Ninyi wenyewe ni mashuhuda, mnajua tulikuwa wapi na sasa tuko wapi. Angalia miundombinu ya barabara inavyojengwa kila sehemu, angalia miradi ya umeme inavyoendelea kila sehemu, angalia sekta elimu ambavyo tunafanya vizuri katika mkoa mzima wa Mbeya na sisi ndio tunaongoza Busokelo, angalia swala la maji kama nilivyokwisha jieleza, kwa kila sehemu tuko vizuri na nina hakika tuendako. Eh, tunasema ule mwisho wa mafanikio makubwa zaidi upo karibu sana kufikia ule ukuta, na tukifikia ule ukuta, maanake tutavuka kwa sababu tayari malengo yetu tulikuwa tumeshatimiza.